Nchi uh, mbalimbali mbalimbali ndio mbali, mbali, mbali, mbali. Before haija contains hizo nchi nyingine Dio. Kipindi iko Tanzania pia ilikuwa inaitwa hivyo, international ilikuwa na jina nyingine, hapana, tuli tuli tuli brand uh -huh. Uh, kwanza kabisa mbele ilikuwa inaitwa Thai Festival, Thai Festival, uh, kama nilivyo kwambia mm. Uh, ilikuwa Thai Festival kwa ajili ya Thai mm. na kazi zetu sisi tuziangalia, lakini pia uh, kuonesha wengine mm -hmm. Uh, wadau wanaotusaidia wanaokuja kufanya kazi na sisi yeah. So baada ya hapo pia tukafanya rebranding kwa sababu tuliona ni, ni muhimu zaidi kufanya kuiweka iwe kubwa iwe pana zaidi mm. Lakini pia malengo yawe, yawe, yawe makubwa zaidi. Sawa. Kwa sasa hivi ndio ikawa Tanzanite International Animation Festival. Safi, yeah. Ukitazama kwa miaka yote hii ambayo mmefanya menaambia since 2021, si ndiyo? Ndio, ya yeah, kutokea 2021 mpaka tumefika hapa tulipo sasa hivi. Okay, Fadhili kutoka Tanga, karibu sana kwenye simu ni hicho ni... ni hicho unachokiona, lakini hiki kinakuwa kina move kinazungumza kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, tunasemaga cartoons. A, Unamjua Tom na Jerry, unawajua wale jamaa e? Nawajua, na nafuata style zile sasa. Sasa Watanzania siku hizi tunatengeneza zetu zile zinazungumza lugha ya Kiswahili. Asante sana Fadhili. Mwone bana, hmm. tukiangalia tokea mmeanza elfu mbili na ishirini na moja mpaka hapa mlipo, mapokeo yani, mnaona kuna mwonekano fulani huko positive, kwamba mnachokihitaji yeah. kinaenda kuwa. Maana yangu ni kwamba na uelewa wa watu wanaelewa, na pengine wengine wanatamani kujifunza kufanya hivi vitu, kwamba tunaongeza idadi ya watu ambao wanakuwa ni wapenzi wa hivi vitu, au ni wale wale tu tunaofanya ndio tunafanya sisi tu? Kwa mfano, yeah. sisi vijana siku za weekend tuza tukaenda sehemu zetu za kuburudika, tunajikutaga wale wale walewale. mm. hapa waongezekaji watu wapya ni sisi. okay. wale wale yeah. memba zone mpaka yeah. okay. mnajipa majina design hiyo. <laughs> Vipi, kuna watu kuongezeka na kuonesha nia ya kutamani kufanya vitu hivi? Ndiyo, kwa vijana uh, hasa kwa vijana wapo. Ndiyo? hasa sana, labda nikaongelea kuhusu jana jana. Tumekuwa na mafanikio makubwa, kwa sababu tumeanza rasmi tamasha leo pale Goethe Institute, ni kituo cha utamaduni aboreza wa Ujerumani Germany. Kwa hiyo tumekuwa na tamasha nzuri ambao tulifungua rasmi, tulikuwa na mkutano wa waandishi wa habari jana e, mm. pia baada hapo po tukaonyesha pia filamu moja kutoka Ujerumani, ambapo mm. ulikuwa mtikio, lakini pia tulikuwa na darasa maalum ambao ni master class kufundisha uh, pipeline management au production ya kufundisha kabisa un, unawezaje una kutengeneza we mwenyewe mm. animation au filamu za vibonzo au vikaragosi mm. we mwenyewe kabisa, labda na simu yako au na kompyuta yako ukatengeneza kutoka mwanzo mpaka mwisho ambapo utapata content yako zaidi. Kwa hiyo tulikuwa na class hiyo tukakuwa pia na networking session, ambapo waliokuja wote walio, walipata namna ya kuzungumza kujuana lakini pia kuconnect. Ndio. Kwa hiyo sio kusema ni watu wapya au wale, wale. Mm. kuna wengine wanakuja watu okay. Wanakuja na tunakaribisha wote kabisa kama leo kabisa tuna pia workshop mbalimbali mbali. mm -hmm. uh, tumefanya ushirikiano na Fikiria 3D mm -hmm. ambao ni mdau kutoka Marekani mm -hmm. atakuwa nafundisha pia uh, demonstration 3D kutengeneza character. Ndio. Yule unayemwona kama ulitupa uli, uli mfano mzuri wa Tom and Jerry. Tom and Jerry, yeah. Pia mfano mwingine kuna pata pata filamu pata, uh. yetu kutoka Thai yeah. Barimania yule character unamtengenezaji yani mm. from scratch. Ukimwona yule anaongea kwa sababu uh, vibonzo au vikaragosi vina uwezo, unaweza kuchukua simu au mic ikaongea ikacheza. Ndio. Kwa hiyo ile simu au ile mic unatengenezaje kuwa character yeah. au kuwa na, na kama human, yani kuwa yeah. na, na utu Yaani yeah. Binadamu inaongea yani kama ya. Binadamu. Kwa hiyo leo tuna, tuna darasa hilo okay. au workshop hiyo. ni bure. Aha. Kwa hiyo wataweza kujifunza kutengeneza hiyo lakini pia sababu demonstration, 3D demonstration. filamu za vibonzo yuko kwa aina nyingi. Ndio. kuna 3D, uh, animation, kuna 2D animation, mm -hmm. lakini pia kuna stop motion animation na whiteboard. Mm -hmm. 3D animation ni zile ambazo zina pande tatu. Unaweza ukaona mtu akigeuka hivi, unaweza mm -hmm. kuona bega lakini pona ukona nyuma mm. uh, kwa hivyo nahisi wananielewa lakini yeah. pia 2D ni kama ubao. mtu akipita anapita hivi yani huoni uwezo wa eh, yeah. dimension zote yani kwamba amepita tu amepita tu mm. au labda ikiwa sio mtu labda hata chochote unaona tu ni kwenye ubao vitu vyenyewe vinageuza kwenye ubao yeah. lakini pia stop motion animation ni ile ambayo unatumia unaweza kutumia karatasi unaweza kutumia box kifaa chochote ambacho unacho nyumbani. Mm-hmm. Wanaonaanga sana mtandaoni unaona labda nyanya hizi zinazungumza, mm. labda matunda fulani, vifaa fulani ah kwa hiyo tutakuwa tunafundisha hiyo pia Dio. lakini pia uh, kuna kids corner ndio ni sehemu au section ya, kwa ajili ya watoto Dio. kufundisha watoto pia hao, lakini pia nakuonyesha hizo kazi za watoto burudani, lakini pia nakuwafundisha teknolojia uh, unawezaje kutengeneza unawezaje eh, kuandaa vitu kama hivyo. Sawa sawa. Kwa hiyo ni tamasha kubwa na tunawakaribisha ni pale Alice France leo na kesho. Safi. Kwa hiyo hapo umezungumzia ni zote zinazofanyika kwa maana umezungumzia kichofanyika jana kinachofanyika leo mm. Umezungumzia na hiyo kwa ajili ya watoto ni ya kesho Aya. Ama ni leo labda na hizi nikazungumzia kabla hujaendelea leo. Kutoka Tanga Agustino karibu sana Aya, ulikuonaombatuone uh, a kidogo, hizo vibonzo, unataka kuona vibonzo ambavyo navitengeneza vipo, utaviona. Vipo ndugu yangu sana, ndugu Tanga, kutokea mm. Sawa, ulikuwa unafafanua kuhusiana na na program ya jana na leo na kesho, nini kinaendelea. Umegusia ya jana kilitokea nini, leo kile ambacho kinaenda kutokea, kesho nini kinatokea. Leo ishirini na nane, leo tutaanza saa sita na nusu mchana mpaka saa kumi na mbili na nusu, ndio leo tunaanza na kufungua kabisa rasmi, ambao tutakuwa tunapokea ambao unakuja, lakini pia tutakuwa na live demonstration ambao tutakuwa tunafanya dubbing Tumepokea filamu nyingi, tumepokea filamu zaidi ya mia mbili na, na, kitu kutoka nchi mbalimbali mm. kwa hiyo kama umepokea filamu kutoka labda Iran uh, na inaongea wanaongea kwa kiiran unawezaje kuifanya dubbing hiyo kwa Kiswahili? okay. tutakuwa na live dubbing ambao watakao kuja, unaweza pia kufanya dubbing mwenyewe, umeona filamu hapo alafu uka, ukafanya dubbing hiyo, mm. au kurudia sauti au kutranslate mm. Lakini pia tutakuwa na workshop hizo mbili, tutakuwa na workshop moja hiyo ya kutengeneza 3D animation, kutakuwa pia na workshop ya VR. Unawezaje, u, yani kuelewa VR, XR na AR. Hizi mm. Umekaa ukaa uka umekaa hapa sasa hivi ukasafiri mm -hmm. kwenda Zanzibar ukaangalia mazingira. So, kuna, kuna, video nilikuwa naona pale, kuna mtu naona amevishwa nini ile e, VR ile, ile, yeah, okay. yeah, virtual reality. Yao hivi hapo naona. Hapo hiyo ilikuwa nini? Labda utuelezee hapo mlikuwa mnafanya mm, pale pale, ile pale ndio darasa lenyewe. okay. like management na kulikuwa. okay. pia iyo viara, iyo networking ambayo walikuwa naangalia kazi zetu mbalimbali kutoka. okay. viara hizo tunazo mm. games mbalimbali mbali, mm -hmm. kucheza game mm -hmm. lakini pia uh, tulikuwa na mkutano wa waandishi kama nivyo hapo, kuna tuna project yetu inaitwa Zamia ambapo unaweza ukasafiri kabisa, unaenda Zanzibar, the Swahili Coast, the history of Swahili Coast ambapo kutupitia kifaa kile au virtual reality unaweza ukaangalia mada au ukacheza game mbalimbali, ukaangalia, uh -huh. movie mbalimbali mbali. uh -huh. ndio hivyo, kwa hiyo zipo bure, leo zitakuwepo tume, tume tumeshirikiana na CIDES XR hapa Tanzania ambao, yeah. ndio wadau wa mambo hayo. Safi, watakuja, ni bure kabisa, ambapo leo, leo ndo tunaenda kufanya uh, Alliance Francaise. okay. ni kituo cha utamaduni wa ubarozi wa Ufaransa. sawa sawa. pale Ali Hassan Mwinyi Road. okay. Ndio. safi sana, hongera sana kwa hiki mnachokifanya na ni kufungua, niliambiwa fursa zinazokuja sasa, hizi ni fursa mpya mm. na ndio zinazowapa watu mafanikio. Ndiye. Lakini kwa bahati mbaya sana asilimia chache sana vijana wa Tanzania wanazoziona hizi fursa mpya, wengi tumebakia kwenye zile mm. ambazo zinakwenda kama kwenye sawa, sio kwamba hazina hazina nguvu sana, lakini mm. kuna mpya ambazo zinakuja zinawanufaisha watu kwao, tunatakiwa tutazame jicho upande huu hapo. Sawa, mshiriki wa hii festival ni nani? Walengwa hasa ni kina nani? walengwa ni Watanzania wote kabisa, ni, wa, right. ni kila mtu yote kwa sababu uh, hata watoto watoto wadogo mm -hmm. akija na, na mzazi au na, na, na mwingine ambaye anamsindikiza tuna kitungo cha watoto, lakini pia ni watu, watu wote mm -hmm. miaka yote mpaka kwa wazee, kwa sababu tuna burudani, kuna mafunzo mbalimbali mbali. Mm. Kwa hiyo tunawaita watu wote waje, waje, waje, tushirikiane pamoja kwa maana kwamba awe anajua kutengeneza au hajui kutengeneza, ndio watengenezaji watamaza wanaotazama pia. Mm. lakini pia na waandamaji, I mean, wa, waandaji mbalimbali mm, mbali. Mm, samani kwa hilo mm. Lakini pia um, wawekezaji pia uh, wanaweza wakaja kuangalia je wanaweza kuwekeza wapi, kwa sababu tuna wadau mbalimbali mbali, mm, wa, wanaotengeneza wanaoandaa vitu kama hivyo kwa hiyo ni kila mtu anakaribishwa. Safi. na ni bure kabisa. Okay, kwa maana hakuna malipo yoyote, hakuna malipo. Mimi kama nikiwa na kazi yangu nataka kuileta pale nafanyaje? labda mimi nimetengeneza animation nataka nikuletee. Uh, asante sana kwa swali hilo uh, mm. tulikuwa na submission array ambao tushafungwa kwa sasa hivi. Okay. lakini mwakani hapa mwakani hapa tunafungua tena, ili uh, watu waweze kuwakilisha kazi zao tumepata ah. kazi nyingi kazi tofauti kutoka Tanzania kabisa uh, apart from tai kuna kama Yudo mwanafunzi wa, wa chuo cha Dodoma. Yeah. Kazi zao, lakini pia tungependa kuita wengine sana sana wanafunzi. Tuna fursa nyingi sana. safi. Kuna um, fursa za kupata labda uh, distribution uh, opportunity uh -huh. Wanaweza kuhakikisha kazi zao na kupata hela kwa kazi zao hizo. Diyo. Kwa hiyo uh, wanakaribishwa wote. safi sana, asante. Mtu akitaka sasa kuja kushiriki au pengine ajifunze mengi kuhusiana na masuala ya animation, akitaka kukupata hmm. Wewe tunakupataje kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia pengine namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Yeah. Ukitaka uh, kutupata kabisa uh, kupitia uh, mitandao ya Tanzanite Festival au Tanzanite International Music Festival, tupo Facebook, tupo Instagram, tupo so much active Instagram. Ukiandika tu Tanzanite Festival, tutakuepo live pia YouTube leo Safi. na kesho Ndio. Kwa wale ambao hawajaweza kufika uh, wataweza kufika pia kufuatilia kazi zetu, au tunagawaje tuzo, tutakuwa na tuzo kesho Safi kwa hiyo ni Tanzanite Festival lakini pia namba ya simu ukitaka kupiga kabisa, kujua utakujaje, utafikaje hmm. Ni 068 20 68 342 hapo unapata kabisa timu ya Tanzanite Festival. Hongereni sana kwa hiki mnachokifanya na Tunafurahi kuona vibonzo vinavyozungumza vinatengenezwa kwa lugha ya Kiswahili na vinatengenezwa na Watanzania, si ndio? Asante sana. Mtu akitaka kutazama hivyo vibonzo vyenu, website ipi anaingia au kwenye nini? Uh, ukitaka kutazama hizi uh, animation zetu hapa Tanzania tunazotengeneza sisi hapa utaenda uh -huh. Tai animate mm. hapo uh, utaziona kabisa zipo, lakini pia Tai plus Zengye pia zipo, kutazama zetu. Pia, mm. Pia karibuni sana ndugu sana, yangu Mungu abariki sana. Sana. Na nikushauri tu kwa yule ambaye ni mdau wa hivi vitu, basi huu ndo wakati wa kuweza mm. na wenzio kuweza kujitangaza kimataifa, kwa sababu hivi vitu sasahivi ndo vnye tunasema vijana wa mjini tunatumia neno kukiki ndo vina kiki mjini. uh, AI imekuja. Unaona siku hizi vijana wanatengeneza picha zao wanaziweka kwenye mtindo waani, wa, wa kikatuni fulani hivi picha yake mm. mm. kwa hiyo maana hiyo inawezekana tukaanza kujitengenezea video zetu mwenyewe mwenye unaniona, lakini kwa mtindo wa animation mtazamaji <laughs> wa ITV wewe na utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea. Asante sana kwa kuifuatilia Kumekucha siku ya leo. Sehemu ya mwisho inafahamika kama Kumekucha Kishindo. Mimi ni Tutari bin Nasor. Una utazamaji mwema, asubuhi njema, ijumaa njema, bye, bye.